Na mtazamaji wa Trend TV, bwana, leo niko hapa kwa ajili ya kuletea update kuhusiana na kitu ambacho amekizungumza huyu hapa, si mwingine bali ni Bob Junior. Eh, huyu bwana ni moja kati ya maproducer nguli kabisa hapa Tanzania. The... E, bwana, nikisema maproducer nguli ni kutokana na kwamba ni moja kati ya maproducer ambao wana mchango kwa asilimia kadhaa kuhusiana na e, mafanikio au hatua ambazo zimepigwa katika muziki huu hapa wa Bongo Flava please... e, na hii ni kutokana na mchango wake katika swala zima la ku -rise career ya Diamond Platnumz, katika swala zima la kuinua career ya Diamond Platnumz kimuziki hapa Bongo. Bila shaka kama wewe ni mfuatiliaji mzuri wa mziki wa Bongo Flavor, au unaifahamu vizuri historia ya mziki huu hususan kumuhusu Diamond Platnumz, basi obviously utakuwa unafahamu kwamba Diamond bwana, huko zamani alikuwa gana chana, yani alikuwa ni rapper, alikuwa na foka na nyimbo za Diamond Platinumz akiwa anachana bwana, zipo nyingi tu, takriban kama nyimbo sita hivi za Diamond Platinumz akiwa anachana. Nyingine alikuwa ameshirikiana na Emedy PhD na washikaji wengine kibao, lakini at the end of the day ni kwamba hiyo aina hiyo ya mziki ilikuwa hailipi back then na mpaka sasa hivi naweza kusema hivyo e, moji, kwa hiyo moja kwa moja mtu ambaye alimbadilisha Diamond katika swala zima la kuchana mpaka kwenye upande wa kuimba ni Bob Junior <muchasana> Ya, so ni kwamba kukutana kwa Diamond na Bob Junior studio kwa ajili ya kurekodi kwa ajili ya session ni kitu ambacho kilimfanya ee, Bob Junior apate fursa ya kumdokeza Diamond Platnumz bwana aachane na mambo ya kuchana aimbe, na moja kwa moja hapo ndipo ambapo ikatengenezwa single ya kwanza kabisa ya Diamond ya kuimba, ambayo hiyo ndio iliyompa mafanikio makubwa akatambulika Tanzania nzima, ambayo ilikuwa nakwenda kwa jina la nenda kamwambie. Ya, so hivyo ndivyo mambo yalivyokuwa bwana, ni kwamba nenda kamwambie ilikuwa ndiyo single ambayo Bob Junior ndiye alirekodi na ndiyo ngoma ambayo ilibadilisha maisha ya Diamond Platinumz kwa ujumla, na mpaka leo hii tunamwona Diamond yuko pale alipo. Lakini yote hayo ni kutokana tu na kwamba Diamond alifanya kazi ya eh, kwenda kurekodi kwa Bob Junior, na Bob Junior ndiye aliyemshauri Diamond aache kuchana aimbe, na mwisho wa siku maisha yake yakabadilika mpaka leo. So it is what it is at the end of the day uh, the rest is history, kama tunavyofahamu. Kwa hiyo kwa kifupi, ni kwamba ukizungumzia swala zima la mafanikio ya Diamond Platnumz, basi moja kwa moja lazima utagusa tu at some, at some point lazima utamgusa Bob Junior. Lakini hivi karibuni kitu ambacho kimetrend trend huko mitandaoni ni kwamba Bob Junior bwana, inasemekana kwamba anasumbuliwa na matatizo ya kiafya, anaumwa jicho na jicho limepelekea mpaka matatizo ya moyo kutokana na hofu ambayo alikuwa yuko nayo, kwa sababu jicho lake lilikuwa linamwaga damu, kitu ambacho kilimtisha. Kwa hiyo ile hofu nayo pia ikasababisha ugonjwa mwingine wa moyo. Kwa hiyo eh, Bob Junior bwana ameomba, alikuwa akiomba msaada kwa sababu ametumia pesa zake nyingi sana. At the end of the day ni kama vile pesa imemuishia, kwa hiyo basi akawa anaomba support kutoka kwa wadau mbalimbali mbali, eh, viongozi wadau, na watu wengine mbalimbali mashuhuri ambao wanamfahamu eh, wanaofahamu mchango wake katika industry. Alikuwa akiwaomba msaada wa msaidie ili aweze kwenda India kwa ajili ya kwenda kupata matibabu zaidi <muchu> Sasa jambo ambalo limetokea baada ya Bob Junior kuzungumza hayo aliyoyazungumza ni kwamba, tunakumbuka mara ya kwanza kabisa Gigimani ndiye alikuja kutoa hizo taarifa kwamba Bob Junior anauma na aliruka live Gigimani, mpaka akamwaga machozi kuhusiana na kwamba Bob Junior anauma, lakini wasanii hawana mpango naye, wasanii wamemtenga, hawamsupporti, hawamsaidii, anahitaji msaada na vitu vingine kama hivyo. Lakini baada ya hapo ni kwamba Bob Junior mwenyewe pia kafanya interview katika mitandao ya kijamii, katika media mbalimbali tukaona akiwa anasisitiza swala hilo na hapo ndipo watu wamepata ile awareness au attention ambayo kuhusiana na Bob Junior kwamba anaumwa. Sasa kitu ambacho kina make headline mara kwa mara ni kwamba watu wanajiuliza kwamba kama Bob Junior anaumwa, inakuwaaje Diamond Platinumz, mtu wake wa karibu, mtu ambaye ana history naye, japokuwa of course kuna kipindi waligombana, lakini at the end of the day mchango wa Bob Junior uko pale pale kwa Diamond. Sasa je, yeah, Diamond sasa hivi, eh, kwa nini asimsaidie Bob Junior? Kwa sababu uwezo wa kumsaidia kuswala, kuhusiana swala la kiuchumi, inafahamika wazi kabisa kwamba Diamond yuko vizuri financially. Sasa inakuwaaje anashindwa kumsupport au kumsaidia Bob Junior, kutokana na kwamba sasa hivi anahitaji msaada kwenda hospitali India kutibiwa. Kwa hiyo kwa kifupi, ni kwamba katika kila interview ambayo Bob Junior anaifanya, ni kwamba watu wengi sana wanapenda sana kumuuliza kwamba, bwana, Diamond mbona hakusapoti, Diamond mbona hakusapoti na vitu vingine kama hivyo. Sasa Uh, katika interview ambayo ameifanya hivi karibuni amepewa amepewa tena nafasi ya kutoa shukurani kwanza, mpaka sasa hivi hapa alipofikia hali yake, anasema kwamba inaendelea vizuri, lakini bado anatakiwa aende India. Ameulizwa kwamba je, ni mtu gani ambaye unataka kumpa maua yake ambaye ameonyesha upendo na sapoti kwako wewe tokea ulivyoanza kuumwa. Bob Junior akataja orodha ya watu ambao wamekuwa wakimsaidia ambapo katika orodha hiyo ni kwamba Bob Junior amemtaja <cheesy> eh, bwana. Bob Junior ametoa shukrani zake kwa Alikiba, ametoa shukrani zake kwa Zayumba, Zayumba Junior Mafia Boxing, ametoa shukrani zake kwa Malaika Cutie, eh lakini pia vilevile ametoa shukrani kwa serikali na viongozi wa Uh, wa nchi ambao wote hao ndio watu waliomsapoti, um, lakini katika shukrani zote hizo ni kwamba hakusikika Bob Junior akiwa anamtaja Diamond Platinumz, ambapo kama unavyoelewa bwana wa bongo mapema, watu wakaanza kuhoji kwamba imekuwaje, uh, Bob Junior hajamtaja Diamond na maana kwamba Diamond hajamsaidia chochote mpaka sasa hivi. So at the end of the day ni kwamba yeye mwenyewe Bob Junior wakati anataka kuulizwa maswali mengine akajua kabisa kwamba hapa moja kwa moja ataulizwa swali kumhusu Diamond, na hapo hapo ndipo hapo Bob Junior akasema kwamba ambao watu naomba usiniulize kwa nini, usiniulize kwa nini sijawataja, naomba usiniwaulize kwa nini, usiniulize kwa nini sijawataja kwa sababu tutazungumza mambo mengine ambayo yatakuja kuibuka mambo mengine mazito. Kwa hiyo Bob Junior ni kama vile amekwepa swali la kutaka kuulizwa kwamba je, Diamond ina maana kwamba hajamsupport kivyo vyote mpaka sasa hivi, so hivyo ndivyo mambo yalivyo. So, kutokana na hiyo situation page mbalimbali zimekuja kuripoti kuhusiana hilo swala. Kwa mfano hapa kuna page wamekuja wameandika kwamba hatimaye eh, kuna, kuna page hapa ameandika juu kwamba why Diamond hakumsaidia Bob Junior. Alafu hapa chini wakaandika kwamba hatimaye Bob Junior ameweka wazi kwamba ameweka wazi sambamba na kuwashukuru baadhi ya watu ambao wamejitolea kwenye kuhakikisha kwamba anarejea kwenye hali yake ya, eh, kuanzia siku ya kwanza ya tatizo lake mpaka sasa, huku baadhi ya mashabiki wakitaka kufahamu kwamba kwa nini Diamond Platnumz hayupo kwenye orodha hmm, ya, ya, ya watu hao ambao wamemsapoti Bob Junior licha ya historia yao ya ukaribu walipoanzia mziki huko zamani. Ya, so hivyo ndivyo mambo yalivyo. Unahisi kwamba kwa nini Diamond hajaamua kumsupport Bob Junior wakati anaumwa na wanahistory ni watu ambao wameanza kuaswa pamoja tokea kitambo e, na vitu vingine kama hivyo? Weka maoni yako katika comment section, tokaa tukisoma na kureply kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.